Tumepita pale NBC na kuangalia ndio, namna ya tunaweza kurekebisha mambo mbalimbali baada ya kuwa tumeshakubaliana, kwa sababu gavana alishaandika barua NBC kuweza kuwajulisha na wakakubali, na expectation kabisa ya kuweza kufanya hii nani shughuli, yani ya kuweza kuanza hiyo kazi. Tutategemea mwezi wa, wa nane mwanzo tumeongeana wenzetu ingawaje tunategemea na wenyewe wao wataenda wakaongee na upande wao, waweze kusema aweze kumalizia mambo ambayo yako pale, of course, kwa sababu kunahitajika training kidogo. Kwa hivyo wa mwaka wa fedha, sisi tunaenda kwa mwaka wa fedha, unaanza mwezi wa kama wa serikali s. Kwa hiyo tunategemea training kidogo na mambo mengine fasilitifa mbalimbali. Baada ya hapa, nategemea ssa mwezi, mwishoni mwezi wa saba, mwezi wa nane mwanzoni, lan tuanze kufanya hiyo kazi

hatuna kuona maendeleo yanatokea namna fulani niweze tutaendelea mm. kuwasiliana kama kawaida. Mimi nashukuru mm. mm. kwa mimi nachosema, Benki Kuu imefanya kitu kizuri sana kuja kuweka hiyo uh, facility hapa. Ni kwa sema dira ya Taifa ishirini na tano thelathini kwenye uchumi mpya ambao umetajwa kwenye dira ni uchumi wa madini ya makaa ya mawe na chuma, ya hiyo project ya Mchuchuma ya Liganga. Kwa hiyo kana ambie jamani, leo hapa tunagombana hii barabara, lakini nilikuwa kwenye barabara ya Ruleo mwaka jana nakuja kufanya siara, ilikuwa ni mapoli azo nao. Nafika barabara ya Ruleo kisha tunakulia Chinese wameanza kuja, wameanza kufunga kuweka viwanda hivi, wana hmm. menya magogo nikaambia hawa wanajua kwamba huko kuna mali the future, hawatamenya magogo, tutakuwa ni yati. Watu walikuwa wanatoa mzigo Ludewa, kwa mtu wakitafuta industrial park ya barabarani, awambia mimi naye. Sasa nilikuwa na the document ya mwanzo ya wale wa China ambao watakuanzisha Mchuchuma na Liganga, the project was worth dola bilioni 3, dola bilioni 3, approximately we are talking million billion 7 ausz dollar 6.0 Wenda tupo leo au hatupo kesho. That project itakuja mm -hmm. na madini ambayo leo duniani ni expensive, ni pamoja na industrial minerals, na dunia iko kwenye mapinduzi yani ya nne ya viwanda. There's no way out. Njombe the coming 10 years itakuwa ni one of the competitive regions kwenye nchi, kwa sababu watakuwa na uchumi unaomeja ambao ni uchumi unateisa duniani, wana madini ambayo ni industrial minerals na rare minerals kwa hiyo nini ambacho mmekifanya leo kusema Benki Kuu tunakuja hapa kuweka astri hapa, mimi naiangalia kwamba mmeangalia mm. ushucha mm. kwa sababu uh, baada ya miundombinu kukamilika, Njombe mm. haitakuwa hivi, kwa sababu ina moja mradi mkubwa sana kwenye nchi. Deposit ile ya chuma ni almost 126 years, deposit ya makaa ya mawe ni over 100 years. Kwa hiyo kama ile miradi ikienda kwenye full kufanya kazi mm -hmm. tutakuwa na mkoa mpya kabisa ambao unazalisha, mi kwangu naona kama ni mageuzi makubwa ya uchumi ya nchi, kama ambao kwenye dira wameiangalia, lakini tunaone mwekezaji ame- alipata <coughs> kazi ya mradi wa Maganga Matitu <coughs> dola dola milioni 70 ambaye kama mmekuja jana baada ya makabaka mlongo la sehemu imetengwa barabara kubwa yuko kwao, kwa ajili ya moja ku finalize ya fidia kuja kulipa anafidia mashughuli zote zile za maganda matitu, lakini pia ana design viwandani yake, kwa sababu itatak process akitoa chuma process hapa kwa ajili ya vitu vya nondo na vitu vyenyewe vya chuma. mm -hmm. Kwa hiyo shucha ya mkoa for the coming five years haitakuwa hili ambapo lakini mimi nilikuja hapa 2022. The challenge ilikuwa ni avocado watu wanalima hawana wa kupeleka. Kwa sababu struggling ya buyers wote ni export, mm-hmm, ya avocado. Sasa uh, amekuja na Africa, amefunga kiwanda. Ana process, anakrashi avocado kwa namna ya mafuta tani 1200 kwa siku. Yupo loko mmoja hapa amekuja anafunga kiwanda chake. Anakrashi uh, tani kama 300 kwa siku. Baada ya shukuru anakuja hapa watu wa Bodemia na watu wa pia wa Kenya wanafunga kiwanda chao yao. Wata crash over 1000 times uh, kwa kwa siku. So utaona, unaona pia na uh, shifting ya watu kununua maparachichi kusafirisha ila pia kwa hapa. Kwamba wake tu crash kwenda kwenye mafuta. Na yule wa mwanzo anaye crash anafikiria ni mabaki hata process mbolea. Kuna vitu vingi vinaanza kutokea. Uh, slowly watu wanaanza kwenda kwenye ongeza thamani. Kwa hiyo mkoa, mimi nachoona kwamba yeye amefanya vitu sahihi, kwa sababu mkoa kwanza una vitu vya kusababisha ukomputi, eh, una vitu ambavyo vinasababisha ukompiti ambavyo sio vitu common kwenye communities za mikoa inayozunguka, kwamba ni miti ile ile, chai ile ile uh, historically ndio mkoa na madini, kwa sababu thinking yetu sisi madini ni dhahabu Ehe, pengine na almasi ya Mwadui ambayo tumeikuta, mm -hmm. Ehe, madini kama kopa tumeona zaidi labda wa Zambia ndiyo watu wa kopa, lakini sasa tuna watu hapo wanaanza kutafuta, wanafanya uchimaji wa kopa huko Makete kidogo kidogo. Madini ya chuma hayakuwa madini maarufu kwenye nchi, lakini dhamira Mheshimiwa Rais mnaona ni kwamba mradi wa Liganga na Mchuchuma lazima uende. Ehhe, amezungumza na kwa kurudia zaidi ya mara tatu mara nne, sasa ule mradi ukianza hii ni sehemu ya maandalizi makubwa sehemu ya maandalizi makubwa kwenye project, na mimi naona kama study, hata tukiangalia focus ya uchumi wa Tanzania, huo ni mkoa ambao tunakuja kuwa na mchango mkubwa, kwa sababu wakiwa na miti yao, wakiwa na mazao yao ya kilimo ya chai na avocado na vitu vingine, na wakawa na na, na stake kubwa ya madini ya chuma na makaa ya mawe naona kwamba kwa kutakuwa na competition kubwa ya mti ya mkoa. Nilikuwa naangalia tele Trump ile mwanzo wakati anaingia madarakani kwa sababu kulima kulikuwa na kwamba makaa ambayo na 34 wana face out lakini mm -hmm. na Trump kwenye yeye mambo ambayo anazungumza, hakuna vitu ya za blog ya makaa ambayo utaona kama ni wild politics mm -hmm. kwa sababu viwanda vingi vinatumia sasa makaa ya ya mawe. Sikia sasa kwenye swala la sawa la parachichi Natoka Kilimanjaro, kuna parachichi mengi <coughs> na zamani tulikuwa tunaona taibu mtu kula parachichi kwa zinaza yake yani, chini watu wana wanawapa nguruwe <coughs> kwa hiyo, nadhani kwa hii elimu ambayo nimepata, itabidi niangalie pia na mnatumia nitakavyorudi kijijini, ya maana tumeona kwamba ni elimu nzuri wanapata hata kuangalia na nyinyi na kuongea, naona kushukuru kwa kumotivate watu. Mimi binafsi ni mkulima U... na nalima parachichi, na nalima kwenye mkoa wako ambacho nakiona kweli kuna transformation mm-hmm. Lakini nimeona kwenye speech zako <coughs> na mmoja ulikuwa tunaumba. Ndio. Kuna sambo ile pale kwa msumbua kwa kwa Tanesco nikasema kweli hapo kwa mkoa na upiga mwingi. Ndio. Lakini naomba sana jaribu, kwa sababu sina kusikiza, tuko na watu wengi umebezi kwenye mafuta watu wa process ni kweli. Lakini kuna kitu ambacho kina value kushinda mafuta, mfano. Huyu bakresa anachukua maembe, machungwa hapa, anatoa juisi zake hizi. Sisi nchi nzima hapa hakuna mtu ambaye anaproduce juisi la parachichi. Sasa, mm -hmm. Kama ungetusaidia kwa kutumia platform, kwa sababu mkoa mkoa ni platform kubwa. Ndio. Mm -hmm. Kuwashawishi watu watengeneze puree zile avocado puree, kwamba lile linatolewa ile ganda la nje. Ndio. Mm -hmm. Ile ngozi ye mafuta, uzuri wa kilimo cha parachichi wengi. mm -hmm. Kama mm -hmm. Eh, sasa weni ndio zile safari za mabenki kueka watu China kwenye katoni fair, anaenda kuangalia mashine tu na process, concentrate. Kwa Odhoo pia kabla kununua tafanya study itaenda kwa mbele tuachiwana. Mimi nataka tuingize avocado kwenye juice production ya Tanzania. Kwa mtazungumza na utakuwa na study yako. Tunda ni kiasi gani? Concentrate ni kiasi gani? Eh. Kwa nini kama nikita mko mko nimeongea? The message kama nilizungumza na Jamkaya. Huyu wa Shinyanga. <coughs> na akatuomba pia tumpelekee sample. Kwa hiyo tuko kwenye maandalizi ya kwamba mashine zake zikifika tutampekea sample. Alituambia tupekee sample ya roli moja ili waone namna ya process na hilo tunda, namna ya separate hiyo nyama na mafuta, mafuta halafu atim. Sasa, na nani hiyo concentrate pia akishakuwa naye usio lazima kwenye juice. Akishakuwa naye atakupa kutengeneza kipodozi. Eh, baki na matumizi mengi lakini kwa concentrate na imehifadhiwa. Kwa hiyo tuingia na nyamka ya Baresa